Baba Levo ameonyesha gari lake jipya ambalo amelinunua na hii ni Harrier Anaconda, wengi wanapenda kuita hivyo kutokana na zile taa zake za mbele ambazo zinaonekana. Ameshare kwenye page yake ya Instagram video hapa akionyesha gari lake na ameandika kwamba asante Mungu, hashtag sikusoma, hashtag sikustahili, hashtag umetenda, na chini amemalizia pia kuandika next stop V8, kwamba kitakachofuata baada ya eh, hii Harrier. Unajua Baba Levo ni mtu ambaye eh, hata kinunua gari leo unaweza kashangaa kesho hana, kwa sababu ni mtu wa kubeti sana, anacheza kamali. Kwa hiyo uh, sio jambo la kushangaza sana, na hii sio mara ya kwanza kumuona Baba Levo akinunua gari na baada ya wiki mwezi unakuta hana tena. Naye mwenyewe ashawahi kuongea pia kwamba hawezi kukubali kuona watoto wake wanakufa njaa Anamiliki gari so ni bora auze wanunue chakula, maisha yaendelee. Kwa hiyo amenunua hii haria, new model, sijui itakaa kwa muda gani eh, kwa sababu sio mtu wa kukaa na magari kwa muda mrefu sana. Ongera sana kwake, anasema kinachofuata baada ya hapa ni V8. Unamtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Lakini pia nikukumbushe ku

Ah, seme kupandiaka marangi <laughs> Yes, my new baby nson wo uh, wow Wow, full option full option ah, thank you God Oh. Huh? Sun, no? Ah. Ha. Ha. Ha.